Nasimama leo mbele yenu kuweza kutangaza ushirikiano wetu wa kuimarisha uh, michezo ya Bahati Nasibu ndani ya taifa la Tanzania kwa kupitia njia za kidijitali na kuweza kutoa fursa mpya katika biashara uh, ya sekta ya michezo ya kubahatisha nchini. Leo Bahati Nasibu ya taifa ya Tanzania inatangaza rasmi ushirikiano wake na Vodacom, uh, M-Pesa Tanzania. Hatua hii muhimu itaweka msingi wa upatikanaji wa michezo ya kubahatisha katika usalama na urahisi zaidi kwa Watanzania wote na wale ambao watashiriki kwenye mchezo wa bahati nasibu ya taifa. Sisi ITHUBA Tanzania, bira yetu ni kuhakikisha kuwa michezo ya kubahatisha inakuwa salama na rafiki kwa kila mtu. Kupitia ushirikiano huu na Vodacom M-Pesa, tunahakikisha kuwa mamilioni ya Watanzania wanaweza kufurahia na kushiriki katika michezo ya bahati nasibu ya taifa. Ushirikiano huu utajenga na kuimarisha uaminifu pia washiriki wa michezo ya bahati nasibu ya taifa kwa kuwa kama mnavyojua, Mpesa ni mfumo wa udhubuti na ni mfumo ambao umekuwa ukifanya kazi katika soko la Tanzania muda. Tuna imani kwa muda mrefu, tuna imani kuwa ushirikiano huu utakuza ujumishaji wa kifedha, kuongeza imani katika sekta ya michezo kubahatisha kidijitali na kuhamasisha ushirikiano ndani ya sekta. Ushirikiano wetu kati ya bahati nasibu ya taifa na Vodacom itakuwa kwenye ubora wa teknolojia. Kama mnavyojua Mpesa E, imekuwa sokoni kwa muda na kuna na teknolojia yake ni nzuri na inatumika na Watanzania wengi na inaaminika na Watanzania wengi na kupitia mifumo yao dhubuti, ndo maana Bahati Nasibu ya Taifa ime e, e, imepartner leo na Vodacom M-Pesa. Kama unavyojua Vodacom M-Pesa uh, inafanya miamala ya mabilioni ya fedha, kwa hiyo hapo inaleta usalama pia kwa Watanzania wanaocheza na kushiriki kwenye Bahati Nasibu ya Taifa. Kwa hiyo kwa ushirikiano huu e, Bahati Nasibu ya Taifa basi itatumia ile mifumo ya, ya Vodacom M-Pesa ambayo ni dhubuti kuweza kuendesha na kuchezesha michezo ya Bahati Nasibu. Kwa hakika tunashukuru uh, Bahati Nasibu ya Taifa kuchagua M-Pesa, kwa maana tunajua kwa kwa wao kutuiliwa sisi, kuna huduma lukuki ambao wanaweza wakazipata kutoka kwetu zenye usalama na uhakika wa hali ya juu, na pia tukiwa na lengo la kuipeleka Tanzania katika ulimwengu wa kidijitali kwa njia hii ya M-Pesa na kucheza bahati nasibu, tunawajumuisha wateja wetu wote kuweza kuweza kucheza uh, hii bahati nasibu kwa kupitia simu zao, na pia wao kuweza kupata ha kipato kwa kutumia M-Pesa. Tunalinda mali za wateja wetu wote na ile miamala yao na fedha zao. Kwa hiyo kwenye usalama ni kwamba mteja, tumeweza kufanya ushirika na ITHUBA kwa kwenye bahati nasibu ya Taifa tumeunganisha mifumo yote hii miwili, na kwa hiyo mteja sasa hivi anaweza akacheza moja kwa moja bahati nasibu, na fedha yake inaenda moja kwa moja kwenye bahati nasibu na anaweza akacheza. Na pia kwenye uwazi ni kwamba hata akishinda anapata hela yake moja kwa moja kwenye akaunti yake na pia na kwa tutakuwa tunatoa taarifa zinatolewa zina kwa muda mbalimbali kulingana na mchezo unavyoenda. Kama ikitokea kuna mshindi na mteja hajaweza kubahatika, pia anapewa taarifa kwamba kuna uwazi kwamba bwana, sasa hivi ukuweza kushinda ameshinda fulani. Kwa hiyo huu mchezo ni wazi kwamba tunaaminisha tuna kwamba kuna uhakika wa fedha kufika fedha kuweza kutumika, na pia mteja kushinda hela yake na kuipata kwa uhakika ko ipo wazi na ipo ni salama.